Bado tunawasii na tunada siasa niangalie mazingira ambayo ni sawia, mazingira salama, mazingira huru mazingira ya wazi yanayowapa nafasi na uhuru wanawake kushiriki kama wanavyofanya nini wanaume. Na mtazamaji wa Faida Online TV. Wadau mbalimbali katika siku hii ya leo wamekutana hapa kwenye ofisi za TCCIA mkoani Mtwara ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani wakiwa wamekutanishwa hapa na shirika lisilo la kiserikali la Door of Hope Tanzania ambalo linapatikana uh, hapa mkoani Mtwara. Lengo kubwa ikiwa ni kujadili kuhusiana na dhana ambayo inaonekana kwamba kumekuwa na hali ya ukandamizaji ama unyanyasaji wa kijinsia kwa upande wa wanawake, hasa kwenye kipindi e kabla, e, ndani ya, a, na baada ya uchaguzi, na lengo kubwa ni kujadili kwa nini kumekuwa na hii hali na nini kifanyike ili kuweza kuondoa hali hiyo. Faida Online TV, watu wa field pass na hiana, tumefika hapa na kukuandalia taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, nikukumbushe kusubscribe ku like na comment chini yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, tafadhali baki nasi. Tumepata nafasi ya kuzungumza na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Door of Hope Tanzania ndugu Clemence Mwombeki ambaye anaelezea hasa nini kinatakiwa kufanyika ili kuweza kuondokana na hii hali. Kikubwa zaidi kilichojitokeza, kikubwa zaidi ni kwamba michakato ya ndani ya vyama inawapendelea wanaume kuliko wanawake, ambapo wanawake wengi wameeleza kwamba wanaofanya maamuzi ya kuchagua na kupiga kura dhidi ya watakaopata nafasi mbalimbali kwenye vyama, asilimia kubwa sana ni wanaume, na hiyo hali inawanyima fursa wanawake walio wengi ambao wako tayari. Lakini jambo la pili tumeona kuna changamoto kubwa ya hali ya kiuchumi kwamba wanawake wengi na michakato hii ya kiuchaguzi inagharimu sana fedha, na asilimia kubwa ya wanawake wengi uchumi wao uko chini tofauti na wanaume, na hiyo hali inaweka mazingira ya wazi ya wanawake kukatilika. Lakini jambo la tatu ni hali ya wanawake kutokuwa na uelewa juu ya haki hizi wanazozikimbilia. E, mchakato wa kugombea ni, ni, ni wa huru, unapaswa kuwa wazi, unapaswa kuwa salama, unapaswa kuwa sawia lakini tulichokiona na tunachokiona ni kwamba wapo wanawake wanaoingia kwenye michakato bila kujua haki hiyo ya kikatiba au haki ya vyama vyao kwa mwisho wa siku wanajikuta wanajiingiza au wanaingia kwenye mitego mibaya ya kukatilika, aidha kuombwa rushwa ya ngono na mambo mengine kama hayo ya yanayowaathiri. Sasa hali hiyo sisi tumesema kwa vyovyote vile, pamoja na changamoto nyingine za amira, desturi, imani, mazingira ya wanawake kuto kujiamini, mazingira ya jamii kuto wakubali wanawake kama wanavyokubalika wanaume na mazingira mengine tuliyoyasema, bado kuna mambo ya kufanya: moja, kuendelea kutoa elimu ya kutosha kwa jamii nzima kuamini kwa kwamba mwanamke anachaguliwa sio kwa sababu ya nafasi yake kama mwanamke eh, au mwanaume anachaguliwa sio kwa sababu ya wanaume wake. Anachaguliwa kwa sababu ana sifa za kugombea, ana sifa za kuongoza, ana mahono, ana ndoto, ana ujasiri, anabeba maslahi ya jamii yake, lakini mwisho wa siku anaweza kuongoza wenzake eh, na kuleta mlejesho stahiki kwa wananchi wake. Lakini jambo la pili ni kwamba jamii inapaswa ifahamishwe kwamba eh, mwanamke anaweza kugombea, sawa sawasawa na nani na mwanaume. Niliwahi kugombea nafasi ya uongozi wa viti au diwani viti maalum, lakini sikuwahi kupata kwa sababu shida zilikuwa nyingi tu. Yani, ninachoshauri kufanyika, kwa sababu wale watu wote wanakuwa na watu wao moja kwa moja, ambao wamewapanga moja kwa moja kama waingie pale sasa kitu tunachoshauri kifanyike, yani wasiangalie wale wa zamani na wale wapya, waangalie vile vile swala zima la ukatili linatokea. Sababu zipo, wanawake wengi huwa wanakurupuka swala la uchaguzi. Ni swala la kujipanga. Kwa maana hata kama itakuja kutokea wajumbe wametaka hiki, wale marafiki wale, ndugu wale, majirani watakusapoti kwa upendo, ili suala lako lifike wakati na uwe kiongozi bora. Niwaase uh, wanaume, wanaume wenzangu, hatuwaamini hawa wanawake tuwape fursa hawa wanawake, tuwaone kwamba wanawake na wao wana uwezo wa kuongoza, kwa sababu hawa ndio mama zetu na hawa ndio waliotuweka tumboni mwao miezi tisa, na hawa ndio ambao wametulea. Kama wametulea, naamini kabisa hawawezi uh, kushindwa kutuongoza na kutetea maendeleo ambayo kama wana, wanaume wanayoleta katika jamii zetu. Nam kazi ya Faida Online TV ni kukusanya kutengeneza na kuletea uweze kuona kile ambacho kimetokea kutokea maeneo mbalimbali. Leo ilikuwa ni zamu ya hapa kwenye ofisi za TCCIA mkoani Mtwara, ambapo shirika lisilo la serikali la Door of Hope Tanzania wamefanya e, kama mdahalo hivi e, mazungumzo ya pamoja na wadau mbalimbali mbali, hasa kujadili kile ambacho kinachosemekana kwamba wanawake wamekuwa wakikandamizwa ama eh, kumekuwa na unyanyasaji wa kijinsia hasa kwenye kipindi cha uchaguzi, na nini cha kufanya. Wamejadili hapa kwa pamoja ili kuweza kupata eh, mwafaka mpaka kufikia hapo. Nimefikia tamati, naitwa Karim Faida. Hii ni Faida Online TV, naomba nikukumbushe kusubscribe kwa like na comment yetu, ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa fildi. Asante na